Mauaji kwangu kama mkaw mkawaja wa Butembo, ninahuzuni sana na huzuni sana kwani inakuja inazogea karibu karibu na, na muji wa Butembo, na wakimbizi wote wanakimbilia mji wa Butembo, ijapokuwa muja wa Butembo vile ina shida nyingi, ina shida ya njaa, chakula haifie tena mgini wa Butembo. Watu wametoka Kukimbia vita ya M23, watu wametoka Isale wametoka fasi nyote wanakimbilia Butembo. Na kama mauaji yanafika hapa, Byambwe 70 kilomita de Butembo, wanafika aza Kirima 30 kilomita de Butembo, kwangu nauzunika sana. Leo leo hiyo wameua watu na saa tatu ya ya asubuhi na watu tangu saa moja walikuwa wakilalamika wakisema watu wakimiliki silaha wanaonekana pande za huku, lakini hakuna jambo ambao na wazalendo na wale maaskari walifanya ili e, watu wasipate hiyo shida. Ya kushangaza ni kuona kwamba serikali ama jeshi maaskari wetu hawezi kufatilia hiyo, ambao wakaaji wanatoa kama sauti, serikali ifanye kazi yake iweze kuondosha wale watu ambao wameshetwa kidole hiyo ngambo ya Mabambi, Kirima, Kaembe, kuna askari nyingi, askari ambao hawafanyi kazi yao. Ndeza omba government yetu ya Kinjasa iondoshe hao maaskari wote, ilete wengine wa askari wale ambao hawana hiyo damu ya kuua watu, wale ambao wanasikia uchungu ambao tunakuwa nayo kwa siku kama na hizo. Kuna pia wale ambao ni wazalendo, wazalendo ambao wamefaa kule siku nyingi, iliomba wawaondoshe. kuna wale wazalendo wa IPLC ambao kila mtu leo anajiuliza kazi yao kule ni nini. Wanaua watu tangu saa tatu ya asubuhi mpaka saa sita ya mchana, hakuna hata muzalendo ama jeshi ambaye atafika kusaidia ili watu wasije wakifariki ya kiolera ya kinyama. Kama tunavyotambua kodi tunalipa, taksi fulani fulani, ili nao watulinde na watupeleke kwenye maendeleo ambayo itatusaidia, kila mtu aishi, kila mtu afanye kazi yake bila uga. Serikali ina hiyo kazi na tunazani kwamba haishindwe, ila haina hiyo bon volonte ya kuweza kufanya hiyo kazi. Na tunaita leo kwa njia ya kuraisi Felix Kisekedi mpaka kwa hawa wa chef de groupement kupitia gouverneur ambaye ni askari ambaye amefunzwa inji za kigeni, amepata mafunzo zaidi, inaomba kila mutu afanye kazi yake na aweze kutuletea usalama katika hiyo mijini zetu ambapo tumeteseka ya kutosha.